Karibu tuingie viwanjani. Washikadau wa soka katika kaunti ya Mombasa wamepongeza hatua ya serikali kuu kuingilia kati na hatimaye kufufua ujenzi wa uwanja wa Mombasa Municipal Stadium, ambao umekwama kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Wakiongozwa na mwenyekiti wa shirikisho la soka Mombasa, Alamin Ahmed, wamesema kukosekana uwanja huo umeinyima Mombasa fursa za kuandaa mashindano mengi. Wiki iliyopita, serikali kuu kupitia wizara ya ulinzi ilihakikisha kuwa tayari shilingi bilioni moja zimetengwa kwa ajili ya kujenga upya uwanja huo huku ikisema ujenzi wake unatarajiwa kukamilika kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Sisi wakati wetu majority of us tunajuana through football. Na kutokana na hiyo football na kutokana na stadium ndio maana leo sisi wakati wetu wingi katika sisi tulikuwa wachezaji na katika hizi 15 years I think uh, tumeona pia the impact ya sports. We want to salute the president kwa amefanya jambo moja kubwa sana. Hii ground nimechezesha zaidi ya mechi 100. Na nimechezesha ground nyingi Kenya hii kama rifari. Na hili jambo liko likituuma sana kwa sababu kwa sababu watu wetu walikuwa wanapotea, tuna talent saba nyingi zinakwenda. Na talent zenyewe zinamalizika kwa muguka na unga kama ulivyosikia. Lakini leo tunamshukuru baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru rais sana sana tena sana. Baada ya kuzungumza ndio tunaona mori kwamba kweli stedium ime, ime itajengwa. Mchuano wa Gaucho Mtaani Cup